Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza na kuwashtua watu wengi sana huko mtandaoni ni tukio la page za Konde Gang au Konde Music Worldwide kutoweka mtandaoni. Yaani ukipita Instagram, ukisachi Konde Gang, basi moja kwa moja huipati, yaani huikuti Umeona bwana, yaani kwa kifupi naweza kusema kwamba Konde Music Worldwide page yake haipo, yaani kama ulikuwa na linki ukiklik ile linki ya, ya page basi utakuta imeandikwa kwamba page not found, au user not found found, au ni kitu ambacho kimewashangaza watu wengi sana, na hiki kitu sio kwamba labda kimetokea tu to out of nowhere. Ni jambo ambalo tulianza kuliona tokea kama wiki mbili hivi nyuma. Umeona bwana, kabla hata Ibra haja ruhusiwa rasmi kujitoa katika record label hiyo. Ni kwamba kama unakumbuka vizuri, Harmonize kwanza kabisa alianza kuintroduce mameneja wapya. Hicho ndio kitu ambacho tulikiona, ni kwamba Konde Boy aliamua kuintroduce management mpya, e, mameneja wapya. Tunafahamu mameneja wake wakina Chopa Uh, Jembe na wengine mbalimbali mbali. Lakini baada ya ku introduce baada ya hao kumsimamia kwa muda mrefu tukaona kwamba Harmonize aka introduce manager wapya akiwemo meneja mmoja wa kike na washikaji wengine wawili, umeona eh? Sasa baada ya hapo tukaona sasa si, kama wiki moja hivi nyuma tukaona Chopa akiwa ameanza kuonyesha vitu ambavyo vinaonyesha wazi kwamba kama vile amejitoa katika usimamizi wa record label hiyo kwa sababu katika bio ya Chopa alikuwa amejiintroduce kama personal manager wa Harmonize umeona eh? Hmm, kwa mujibu wa Chopa alikuwa amejiintroduce kama Harmonize personal manager, lakini baada ya hapo pia vilevile vile upande wa Jembe naye alikuwa amejiintroduce the same kama personal manager wa Harmonize pia, umeona eh? lakini ghafla tukaona kwamba Jembe akawa amebadilisha Eh, ile personal manager au management wa Konde Gang akawa ameitoa katika page yake. Sasa hivi pale imebakia ime Man of God eh, Dr. Entrepreneur and Mogul. Umeona? Lakini pia zamani kulikuwa kuna ile statement na imejieleza pale kwamba yeye ni meneja wa msanii Harmonize na Konde Gang kwa ujumla. Lakini pia ukienda pia katika page ya Chopa ambaye huyu bwana ni personal manager wa Harmonize wa muda mrefu. Umeona eh? Ambapo Chopa naye pia aliandika the same kwa muda mrefu sana, lakini akaja akatoa, lakini sasa hivi tunaona kwamba amerudisha ile, asi, ile artist manager alafu akamwandika akamtagi pale Harmonize sasa hivi lakini wiki mbili zilizopita hiyo alikuwa ameitoa. Sasa ukija upande wa peji ya Konde Gang, ni kwamba haipo sasa hivi Instagram, na watu wengi sana wakawa wanajiuliza kwamba, bwana, nini kimetokea mpaka ile, me, ile page ikapotea na hata mtu ambaye alikuwa na manage ile page ambaye inasemekana kwamba Samcha Opole ndo alikuwa na manage hiyo page na yeye pia akaunti yake naye haipatikani huko Instagram. Unakumbuka kwamba ni kitu ambacho kiliwatia wasiwasi mashabiki wengi sana wa, wa Konde Gang hata, hata Abikubanga mwenyewe ambaye ni shabiki kindakindaki wa Konde Music Worldwide naye alikuwa ali na wasiwasi mpaka akarekodi video akalizungumzia hilo swala. Kuna nini huko bana? Nimeona kwenye akaunti yako umefuta kila kitu kinachohusiana na Konde Gang. Na sio wewe tu nimezama mpaka kwa brother Jembe naye nimekuta amefuta ile manager wa Harmonize amefuta na yeye. Na sijajua kuna nini? Ni bora tukaambiana kama kila mtu achukue msingi zake, ajibwage ajue moja, kila mtu anajibwaga kimpango gani au vipi. Maana inaweza kuwa chama limekufa kwa watu, watuambiane. Haya bana bana. Yeah so hicho ni kitu ambacho Abikubanga aliuliza m mm, akiwa kama shabiki wa Konde Gang. Sasa this time around issue ya page ya record label ya Konde Music Worldwide kufutika ni kitu ambacho pia kimemake headline vile vile, na watu wengi sana wameendelea kujiuliza kwamba bwana, nini kinaendelea kuhusiana na hii management au bwana au kuhusiana na hii record label. Kwa mfano hapa eh yeah, kuna page hapa imekuja imeandika kwamba bwana, ukurasa rasmi wa Instagram wa lebo ya mziki ya Konde Gang mm, inayomilikiwa na msanii Harmonize haipatikani ikitafutwa kwenye mtandao huu wa Instagram, baada na bado haijafahamika sababu ni nini. Aidha, umesimamishwa kwa matumizi au umefutwa kwa muda kwenye jukwaa hilo, lakini pia page nyingine hii hapa wameandika the same kwamba akaunti ya Instagram ya label ya Konde Gang inayomilikiwa na Harmonize yafungwa. Bado haijafahamika sababu ya kufungwa kwa page hiyo ni nini na pia vile vile haijajulikana kwamba inamaanisha nini hiki kilichotokea. Ukurasa huo ulikuwa una, una, una wafuasi au followers zaidi ya milioni mbili. Kwao ni hali ya sintofahamu kwa mashabiki wa Konde Gang, wamekuwa wakijiuliza, bwana, nini kinaendelea kuhusiana na eh, kuhusiana na akaunti ya Konde Gang kutoweka Instagram. so, kuna mtu hapa ame watu hapa wamekuja kuweka maoni yao, kuna watu hapa wamekuja wameandika kwamba, bwana, imefungwa akaunti kweli au ni kwamba wameamua kublock baadhi ya watu hapa Tanzania. Kuna mtu hapa amesema kwamba, bwana, harmonize Was supposed, was supposed to sell him international as an international independent artist being taken up and lifting up Juma Juma. Okay, haya, kuna mtu ambaye amekuja kuandika mada nyingine kabisa. Kuna mtu asa bwana, haya sawa tu, sisi wala hatujali, genge yenyewe pia haina hata wasanii. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana kuna ngoma iko njiani wamefanya hivyo kama kiki. Kwa mtu anasema kwamba hii gang bwana hatuielewi nini kinachoendelea. Kina, kina kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba yeye mbona ana posti sana tu kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kwa mtu anasema kwamba sasa hivi kiukweli hatujui nini kimemkuta huyu jamaa, haya hasikiki kabisa hapa town. Kwa mtu anasema bwana sasa wanataka sababu gani? Kuna msanii gani kwa hiyo kwenye hiyo lebo mpaka hiyo page iwepo? Kwa mtu mwingine akasema bwana, huwezi kusimamia watu eh? <laughs> wakati we mwenyewe pia unatakiwa kusimamiwa. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema kwamba bwana, asante sana kwa wale wote waliopambana airporti, waliopambania hii akaunti bado mapambano yaendelee. Haya, kwa mtu mwingine ameandika kwamba bwana kampuni ndio inataka kufungwa sasa rasmi. So bwana wahenga tuko kazini. Kwa mtu so mb... Kuna mtu amesema kwamba bwana, kiukweli hiyo akaunti jamaa mwenyewe ameona tu bora ifunge, kwa sababu hakuna manufaa yoyote anayoyapata kupitia kurasa huo. Haya, kila mtu naona hapa amekuja kuzungumza la kwake analojisikia, umeona. Lakini kwa kifupi ni kwamba watu wengi sana wamebaki hawajajua kwamba nini ambacho kinaendelea, lakini kuna wengine wamehisi kwamba Wana, kuna wengine hapa wamehisi kwamba eh, ni kiki labda Harmonize amefanya hivyo makusudi, amefanya hivyo purposely, ili labda kuna ngoma inakuja, kwa hiyo ameamua afanye hivyo ili mradi tu ngoma yake aweze ya kuitoa iweze kwenda mjini, umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinawezekana, kama unavyoelewa kwamba sometime mambo kama haya huwaga yanawezekana kwamba msanii akaamua amefanya akaamua kufanya hivyo ili mradi kutengeneza tension watu wakianza kuuliza kwamba nini kinaendelea na nini na vitu vingine kama hivyo, then anakuja anaachia ngoma, ngoma inaenda mjini kiulaini kabisa. So yote hayo yanawezekana ukiwa kama mdau bwana. Hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Unahisi kwamba kufungwa au kuto kupatikana kwa ukurasa wa Konde Gang ina maanisha nini? Nini ambacho kimetokea? Weka maoni yako na pia vilevile hakikisha vile, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.